Hello, karibuni tena kwenye podcast kwa kawaida. Ni mimi host wako Cynthia, najua I'm guilty I disappeared for a little bit, lakini ni kwa sababu maisha maisha, mambo ni mengi, mambo ni mengi, kwa hiyo sija record kwa, kwa muda kidogo, kwa hiyo naombeni sana mnisamehe. Um, leo nataka niongelee vitu mbalimbali come back bring you back bring you back bring you back alafu nianzishe tena conversations mbalimbali na mbali. Uh, pia um, mambo ni mengi ya kushare, mambo ni mengi lakini muda ni mchache, so natumaini you'll stick in and just, you know, let's connect back. Let's connect back. So leo nilikuwa nataka niongelee kuhusu mambo ya afya kidogo especially mambo ya yeah, supplements. Ninapenda kula supplements so kuna vitu vichache nataka ni share na napenda ku share hizi supplements na nyie, especially kwa wanawake ambao ni miaka 35 kwenda juu, 40 zaidi kwenda juu. Um, supplements ni kitu muhimu sana cha kuanza kutumia kwa sababu mili yetu inaanza kupunguza nguvu na Just ku, hatupati minerals za kutosha, yani hatupati vitamins za kutosha kutoka vitu tunavyokula, kwa hiyo inabidi tujisupply wenyewe with extra stuff. Mna kitu kizuri kama kushea kuhusu mambo ya afya, sindio? Kwa sababu wote tunataka tuwe na afya njema. Um, ila kabla sijaenda mbali na tumaini umesha subscribe kwenye podcast, na kama hujafanya hivyo basi naomba ufanye hivyo, ugonge na hiyo kengele hapo ili kila ninapopost podcast mpya uweze kutaarifiwa. Uh, na pia kwenye video mbalimbali za Jiongeza Podcast, naomba uniachie comment na takeaway, ni nini umejifunza kutoka ile video ambayo nimeongelea, hata kama ni hii nyingine zilizopita, naomba uache comment un, u, uongele takeaway, yani kitu ulichoweza kupata kutoka yale maongezi, kwa sababu so, hiyo inanisaidia mimi kujua ni watu gani wa, niwalete hapa kwenye Jiongeza Podcast, ambayo wanaweza wakatufundisha kitu fulani wanaweza wakatujuza kuhusu jambo fulani um, so unapoacha comment na kunieleza ni kitu gani umejifunza kutoka video, inanisaidia mimi kujua ni watu gani zaidi niwalete na ni discussion gani zaidi niongelee. Kwa hiyo naomba uwe unaacha comment. Um, pia kama umeipenda hii video na nyingine pia zilizopita, naomba ushare na rafiki yako at least mmoja, umtumie link Uh, ya hii video ama nyingine zilizopita ambazo umezipenda ili na yeye aweze kujifunza kitu kimoja ama viwili. Um, pia naomba huo unashare hizi video za Jiongeza Podcast kwenye social media zako, kwa sababu ndio inanisaidia mimi ku reach watu wengi zaidi na kushare maoni na mawazo na mambo mbalimbali na watu wengi zaidi. Pia kama utapenda ku collaborate ama kuna mtu ambaye utapenda nimlete hapa kwenye Jiongeza Podcast, pia naomba uache jina lake hapo kwenye comment na kwa nini utapenda yule mtu aje hapa kwenye Jiongeza Podcast. So thank you so much mch uh, kwa support yako na furaha sana uko hapa nami leo umenijoin. Kwanza nataka nianze na mambo ya afya. Look what I found. Omega 3 iko kwenye liquid form so Napendaga kushia sana kuhusu kunywa mafuta ya samaki, kwa sababu mafuta ya samaki ni mazuri kwa mwili wako, ni mazuri kwa ubongo, ni mazuri kwa moyo, ni mazuri kwa mambo mengi sana kwenye mwili. Lakini sasa, haya mavidonge ni makubwa, sijui kama nilishaikuonyesheni. So vidonge hivi ni vikubwa sana, na unatakiwa umeze viwili kwa siku. Mimi hamna kitu inachukia kama kumeza vidonge so, nikuwa niko Costco, nadhani kwa watu ambao mnaendaga Costco, nikakutana na Omega 3 yani the best, ina lemon flavor, kwa hiyo huskile taste ya mafuta samaki, alafu iko in in a liquid form. In a liquid liquid form form iko so, oh my gosh, I am so excited. Kwanza leo sijanywa bado so I'll show you, this is what it's like. Oh my gosh, kwa hiyo na, nakula bi, vijiko viwili mm. So good. Super good. Oh, so good. Kwa nakunywa vijiko viwili kila siku. Mm. Mm. Super good. Kwa hiyo kwanza nashangaa hawa wanaotengeneza easy vitamins ama easy supplements: Kwa nini hawatengenezaji za maji? Yaani, kwa yule mtu anaopenda kumeza vidonge basi anaweza akapata akavinunua vidonge, ama kwa sisi ambao hatupendi vidonge unaweza tukapata za maji yani, mimi naona watapata wateja wengi zaidi wakiwa na suppl za maji. So hii ukishaifungua, kwa sababu ni ya maji, basi unaiweka kwenye friji ili isiharibike. So there you go, kama wewe ni mtu ambaye unapenda kula supplements lakini unachukia kula vidonge, basi tafuta za maji. Um, kitu kingine usisahau kumeza your calcium, zinc and magnesium, pia wanawake hata wanaume. Usisahau kula B12 B12 is really good for you as well. Sasa kuna watu wengine wanaweza wakasema, mimi spendi kula mavitamins ni nini, naweza nika substitute yani kubadilishia. So ikija kwenye vitamins nyingine kama vitamin C ni uh, ni, kama um, ni kama unga alafu unaweka kwenye kwenye maji um, unaweka kwenye maji kama glass moja ile kubwa unakunywa Really good. Mimi saa nyingine hata siwekake kwenye maji nafungua tu hichi kipati na imiminia kwenye mdomo afu nakunywa tu na maji. It works for me kuliko nikiweka kwenye maji. Um, lakini kama huwezi kununua vitamin C hivyo vipati basi kula kitu kama chungwa, uh, at least moja ama mawili kwa siku. Kwa wale wanaohitaji potassium na wapende kunywa vidonge kula ndizi. Wanakuambia wanakwambia an apple a day inakusave wewe kutokwenda kwa dokta. So, pia kama unaweza ukala apple basi kula apple at least one a day. Hivi, haya matunda yote pia nitashauri kwamba kama una magonjwa lese, mfano kama unaumwa kisukari ama high blood pressure ama magonjwa mengine yote, check kwanza na dokta wako, kwa sababu kuna watu wengine especially wenye kisukari hawatakiwi kula labda machungwa mengi ama ndizi nyingi. Vitu kama hivyo kwa so tayari vina sukari, japo sukari yake ni natural, lakini ongea tu na dokta wako ili usio unakula zaidi ya kiwango unachotakiwa kula kwa siku. So, maji. Mimi ndo wale watu ambao sipendi peach mimi napendaga kuweka kwenye kwenye maji yangu, it gives it some kind of flavor and then I drink it. Kunywa maji tu yenyewe hivi ni vizuri, si vibaya, lakini Crystalite inasaidia kwa wale ambao hawapendi kunywa maji jimakavu. na kuna brand za aina nyingi nyingi kwa hiyo unamwagia una hii crystalline kwenye yale maji yako kwenye chupa ya maji maji maji yako halafu yale yana yale yanakuwa na flavor flani kwa hiyo unaweza ukayanywa yale maji um hizi crystalites mara nyingi pia zinakupa energy mimi napendaga kunua zile ambazo hazina sugar kuna nyingine zinakuwaga na sugar lakini lakini mimi mimi nanuaga zile ambazo hazina sukari sukari kwa sabu, kwa sababu najaribu kuacha sukari lakini um I find them very helpful uh, especially mimi ku stay hydrated uh, kwa kunywa maji la so, Um, you always have to find things ambavyo vinakusaidia kufanya uh, hivi vitu vidogo vidogo kuwa easier. Yaani ndio hivyo. Maisha ni magumu everywhere. Eh, jamani. So, nachotaka kuongezea ni kwamba kuna kitu kinaitwa seaweed. So, kama seaweed, kwa huku Marekani wanaongeleaga sana mambo ya seaweed, kwa nini umuhimu wa kula seaweed? Mimi seaweed nilinua nikiwa Tanzania, ni nzuri sana kwa mwili wako, kwa afya yako. Pia ina provide supplements. So kama hivi, mfano unaweza ukawa unakula seaweed baada ya kula mafuta ya samaki. So seaweed inapatikana kwenye um, kwenye bahari na even lake places I think, unaweza pia ukapata seaweed. Um, zamani hizo ilikuwa inatumika kuponyesha vidonda, mtoto akiwa ameungua ama mtu ameungua wanamwikia seaweed juu yake, wanafunika vizuri yani, wanafunga na plasta vizuri, mtu yale maumivu yanapotea na kidonda kinapona. Uh, pia walikuwa wanatumia kama watoto wakiwa na rash, yani ile vipele. Sasa sijui walikuwa ni wanaitwanga wanaichanganya, wanai na maji afu ndo wanampaka kwenye vipele ama uki kama hii hapa mfano hivi niko ile dry afu ngumu kitu nilichojifunza mimi, sijaikutumiaga seaweed hii, ndo mara yangu ya kwanza napo nataka nianze kuitumia, kwa sababu nasikia mambo mazuri sana kuhusu seaweed so so, okay. kama ijapo iko iko dry nikiweka tu tu kwenye kwenye maji maji inakuwa inakuwa laini laini so, i think that's how they used to do it in the past. Hata kama iko dry wanaweka tu kwenye maji inakuwa laini, afu ndo wanaweka juu ya kidonda. Inakuja kwenye form mbalimbali, kuna ambayo iko dry, kuna ambayo iko wet ambayo inakuja kama Unaweza ukala kama sauce hivi uh, yote hiyo ni si, wanasemaga sea moss ama seaweed. Hata hii hapa tu yenyewe ni kavu, lakini nikidumbukiza tu kwenye maji inakuwa laini. Kwa hiyo unaweza nikaila na unaweza ukaila fresh hivi hivi, ama ukaichanganya kwenye mboga ama ukaiweka kwenye kitu chochote ukaila. Um, unaweza ukaiponda ikawa unga ukachanganya kwenye let's say mboga, kwenye chakula chochote, kwenye smoothie, kwenye juice ukanywa. So, hizo ndo faida za seaweed. Kwa hiyo na sisi Tanzania tunatengeneza seaweed sana. Huku Marekani wanaongeleaga sana seaweed to to a degree to the extent kwamba inaweza pia ikaponya hata cancer. Mimi sijaona research yote ina prove, yani sijaona tafiti yote ina prove, lakini kumekuwa na watu wengi wanaoongelea kwamba seaweed is so good for your body kwamba inaweza ikap, ikakua hata magonjwa kwenye mwili wako. So, kumbuka kujitafutia kujitaftia seaweed yako na kila siku, at least kula kijiko ama vijiko viwili vya seaweed ama changanya kwenye mboga yako ama chakula chako ama juisi yako. Kula hata watoto pia, unaweza ukawapa, ina faida pia kwa watoto so, um, ina fiber nyingi, kama nilivyosema, ina vitamins nyingi, ina minerals nyingi. Um, kitu kimoja tho kikubwa cha kuangalia. Seaweed pia ukila sana, inaweza ikawa harmful kwa sababu ina iodine so Inaprovide, yani madini mbalimbali mbali kwenye mwili lakini saa nyingine pia inaweza ikawa harmful ukitumia sana, kwa hiyo kila kitu kila kitu, in moderation. Kila kitu in moderation. Kwa wale wenzangu ambao wana struggle na constipation. Constipation. <laughs> na watu walikuwa wanaongelea mambo ya constipation. Kuna kitu nilikuwa naangalia, podcast moja nilikuwa naangalia, wamama wakawa wanasema kwamba kuna age unafikia pia unaku, una constipate sana. Yani unakuwa unapata choki gumu. So kuna hii kitu inaitwa Metamucil ni powder pd uh, nadhani na unaweza kaipata maduka yoyote huko nyumbani. So ni powder kama unavyoona. So hii Metamucil unaichanganya, unaweza kaichanganya tu kwenye maji ama ukaichanganya kwenye juice, alafu ukanywa. Inasaidia sana kulainisha choo. Hii unaweza ukampata mtoto, unaweza ukanywa hata wewe mtu mzima. Kwa mtoto though unatakiwa uangalie huku nyuma dosage yake kwa mtoto, hasa kama ni mtoto mdogo, yani si chini ya miaka sita. Miaka sita na kwenda juu usimpe nyingi sana lakini inasaidia. Kuna nini ha, kulainisha cho. Kwa hiyo kwa wale na, wanaostruggle na cho kigumu, it's all about fiber. Miili yetu inahitaji sana fiber, kwa hiyo ina control appetite Metamucil pia inasaidia kwenye mambo ya moyo. Um, inasaidia kwenye kuloa kolestro na pia inasaidia kwenye ku, uh, balance, uh, blood sugar levels um, na pia kwenye digestive health, ambayo ndo hiyo sasa. Ikiwa inakusaidia kupata choki laini, basi na digestion yako ya chakula pia inakuwa nzuri, na huku tumboni, digestion in general inakuwa nzuri. So hiyo ndo Metamucil. Um, kwa wale wa wenzangu ambao tumeshafikia age ambayo tunaingia tuko kwenye perimenopause, na wengine wako kwenye menopause, na tuna go through mood swings na hot flashes. Usiku mtu joto joto, yani unatoka kwa jasho, unatoka jasho, so sio usiku tu, watu wengine wanatoka jasho mchana, ama tu ile unajisikia kama brain fog, uh, yani kama kuna wingu hivi kwenye, uh, kwenye akili, uh, unashindwa kufocus na kuconcentrate kumbuka kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza ukatumia, lakini kwanza lazima umwone daktari wako, uongee naye ili wa kucheki hormones. Kitu cha kwanza kabisa ni cha kucheki ni hormones. Kitu cha pili cha kucheki ni blood levels, yani blood levels zako ziko wapi. Kitu cha tatu uh, ndio hivyo kuongelea sasa ni nini ambacho daktari wako ataweza kukushauri kwamba unaweza kufanya ili kuweza kukontrol hormone zako kama ni chakula kama ni dawa labda inabidi wakupe. Kuna watu wengine wanakuwa na thyroid problem. Um, so thyroid problem. Na mara nyingi tukishafikisha miaka 40 kwenda juu watu wengi ndio unakuta wana matatizo ya thyroid. Um, kwa hiyo, saa nyingine wana produce too much hormone kwenye mwili na saa nyingine wana produce less hormone na inahitajika kwenye mwili kwa hiyo ukiproduce too much ukiproduce too little uh, inaweza ikakuletea matatizo. Um, Hormone zako za mwili lazima ziwe balance. Hivyo basi, nenda kacheki na dokta wako ukiwa unajisikia yani hali yako haiko sawa na wewe tayari umeshafikisha kama lese miaka 40 na kwenda juu. Always, always, kabla hujaangalia kitu kingine chochote, mwambie dokta wako nataka niangalie hormone level zangu zikoje. Nataka niangalie blood level zangu zikoje. Alafu ndo uendelee kutokea hapo. Um, kuna kitu kinaitwa um, Estroven. Estroven inasaidia. Ni hizi dawa ambazo mimi nilishazitumiaga, situmi tena uh, wakati nimeingia kwenye perimenopause ama nilikuwa najihisi niko naanza kuingia kwenye perimenopause. Um, kwa sababu ya mood changes zangu, ya jinsi nilivyokuwa najisikia ni brain fog, alafu nilikuwa na sweat sana. Yani tu mwili wako kama mwanamke unavyojua wewe, hauwi vile, unabadilika sana, therefore nikaanza tu kufanya research, alafu baadaye ni nikaja nikaenda kucheck hormone levels zangu, nikagundua kwamba hormone levels zangu mimi ziko normal, blood levels zangu mimi ndio ziko zimepishana, kwa sababu uh, mimi actually I am anemic, so anyway, lakini nilikuwa natumia Estroven, na hiyo pia ni daktari wangu aliniambia ya naweza nikatumia tu Estroven ili ku regulate Uh, mwili wangu, lakini sasa kuna watu ambao wanakuaga yani, um, homon zao zinakuwa ziko so disturbed kwamba inabidi wa iwe, um, wapreskribiwe homon regulators uh, vidonge ambavyo vidonge ama dawa ambazo zinaweza regulate homon zao. So anyway, kwa hiyo check with your doctor to make sure kwamba hufanyi vitu too much ama too little. Uh, uangalie dokta wako anakushauri nini haswa so anyway hivyo ndio vitu vichache nilikuwa nataka ni share na nyie leo. Kama umependa video hii, naomba ushare na rafiki yako at least hata mmoja, na pia naomba niache comment take away gani unapata kutoka hivi vitu ninavyoviongelea. Kama una maswali yoyote, pia naomba uache hapo chini kwenye comments. Until next time, usisahau ku subscribe, usisahau ku hit hiyo kikengele hapo chini ili kila ninapopost video mpya uweze kutaarifiwa. Asanteni na mpaka siku nyingine, bye bye.